Wana Kiloleli hawa wanajua mambo yote yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kipindi cha mwaka 2020-2025. Tulifanya halmashauri kuu hapa Mheshimiwa mwenyekiti, na tukawasomea utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi hatuna la kusema kubwa zaidi ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na fedha kubwa aliyotupatia ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, kata ya Kiloleli kwa kipindi cha mwaka 2020-2025 tumepata jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 800 zaidi ya bilioni moja na milioni nane Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kumbukumbu kumbu zangu na kwa historia ya kata hii ya Kiloleli haijawahi kutokea toka enzi ya Yesu. Kwa kweli hatuna neno kubwa la kusema. Mheshimiwa mwenyekiti, tupelekee salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hasani, sisi hatuna tunachomdai. Mheshimiwa mwenyekiti, anatudai yeye. Tarehe ishirini na tano tunaomba tumwahidi, sisi wana Kiloleli zitajaa mpaka zitafurumia. Sisi kama Sikonge tunayo mafanikio makubwa kweli kweli, mheshimiwa mwenyekiti, haswa kwenye huduma za jamii. Kwenye upande wa elimu, mheshimiwa mwenyekiti sekondari, lakini pia elimu ya msingi, jumla ya takribani bilioni 21 kwa kipindi kinachoishia mwaka 2024 tumepokea sisi kama halmashauri ya wilaya ya Sikonge, nayo hiyo ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu mbalimbali. Leo hii mheshimiwa mwenyekiti kwenye Halmashauri ya wilaya ya Sikonge tunayo shule ya amali shule ya kimkoa. Jumla ya shilingi bilioni moja na milioni mia sita tumezipokea kujenga shule ya kimkoa hapo makao makuu ya wilaya. Shule hii itatoa mafunzo ya kiufundi, mafunzo ambayo wakati mwingine yanakwenda kuwasaidia vijana wetu. Kwa hali hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, hatuna budi kutoa salamu za pongezi na shukrani kwa mama yetu Samia Suluhu Hassani kwa kazi kubwa anazozifanya. Sisi tumefikia zaidi ya asilimia 95, asilimia tano ni ile miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ambayo naamini mpaka siku ambayo utazindua kampeni ya kimkoa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 itakuwa imefikia asilimia mia moja. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri ambalo ndo huwa linagawa asilimia za nchi na kwa kweli, katika, katika wilaya yetu sisi, mimi, waheshimiwa madiwani, wenyeviti wa vijiji, vitongoji, kwa kusaidiana na wenye viongozi wetu wa chama na serikali, hatujawahi kupeleka ombi lolote likafika mezani kwa mheshimiwa rais halafu likakataliwa. Maombi yote yamekubaliwa, isipokuwa machache ambayo tumeambiwa subiri, ilikiwemo lile swala la jimbo ambayo tumeambiwa subiri ni mpaka sensa ijayo manake inatakiwa watu tufike laki nne. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ambao tumeshirikiana sisi wote pamoja na wananchi wote, mimi zangu ni shukurani za dhati kwa mheshimiwa rais, lakini vile vile tunashukuru sana chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, mwaka elfu mbili na ishirini kwenye vikao vya vya, vya, vya vya chama ndio kilituteua sisi mimi mheshimiwa diwani Tuliteuliwa kugombea uongozi, kwa hiyo tulipewa nafasi au fursa ya kuwa viongozi na Chama Cha Mapinduzi. Mimi binafsi kama mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi wa mkoa, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru waheshimiwa madiwani wote wote kabisa wa wilaya ya Sikonge. Na kwa mkutano huu nawashukuru sana waheshimiwa madiwani wa mkoa wote wa Tabora. Wa Tabora wamefanya kazi kubwa wakiwa na sambamba na waheshimiwa wabunge wao, wamefanya kazi kubwa sana ya kuwawakilisha wananchi. Kwa hiyo CCM inaendelea kutambua kazi wanazozifanya hata kama tunaelekea mwishoni mwa kazi hizi, lakini nasema kwamba wabunge wa mkoa wa Tabora, waheshimiwa madiwani wa mkoa wa Tabora wametimiza wajibu wao, ingawa kwa lugha ya leo ambayo inasema mwendo wameumaliza lakini kazi kwa kweli inaonekana. Nawashukuruni sana sana, mmefanya kazi nzuri. Nataka niwaambie ndugu zangu, kwa sasa binadamu lazima tufike mahali tuwe na shukurani. Serikali ya Chama Cha Mapinduzi imefanya kazi kubwa sana, tumshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Haya yote yaliyozungumzwa yaliyozungumzwa na diwani waliozungumza, mwenyekiti wa halmashauri ya mabilioni ya fedha ya halmashauri yetu, yaliyozungumzwa na mheshimiwa mbunge, haya ndiyo tuliyoyaahidi kwa kipindi cha miaka mitano. Mwaka huu tumekuwa na mabadiliko, wakulima wanachama wetu watapata fursa ya kujaza fomu baada ya tarehe ishirini na nane mwezi wa sita kwa nafasi za ubunge na nafasi za, za, za, za, za udiwani wakishajaza fomu nataka niwaambie wale walioanza biashara ya kujipitisha pitisha kuhonga honga watu kujiandalia utaratibu, na wengine baadhi ya viongozi wa chama wamekuwa wapambe wa watu. Hakai mtu nyumbani, kila muda yuko safari nana na watu wanavuka mipaka mpaka kwenye kata za watu wengine, majina tunayo. Nataka niwaambie ndugu zangu Msiwape matumaini watu, narudia tena, msiwape matumaini watu wanaowatuma na madiwani, mko hapa kwa wingi, nataka niwambieni kabisa, asija akafika mahali hapa diwani akalala usingizi akasema mimi kwa sababu ni diwani jina langu tuli takuwepo, hiyo hapana. Tutawaangalia watu kwa namna ambavyo walivyofanya kazi ili CCM isiwe na mzigo wa kuwauza watu.